Maelfu ya vijana wa kizazi cha Gen Z wamejitokeza mitaani katika mji mkuu wa Antananarivo kupinga utawala wa Rais Andry Rajoelina wakituhumu kwa ukandamizaji wa kisiasa, ufisadi, na kushindwa kuboresha maisha ya raia wa kawaida. Maandamano hayo yalianza Septemba ishirini na tano, yamekuwa yakiendelea kwa wiki kadhaa licha ya hatua kali za usalama zilizowekwa na serikali. Polisi wametumia mabomu ya machozi na nguvu kuwatawanya waandamanaji, hukuu baadhi yao wakiripotiwa kukamatwa, hukuu baadhi yao wakiripotiwa kukamatwa. Vijana hao wamekataa kushiriki katika kile kilichoitwa mazungumzo ya kitaifa hewa yaliyopendekezwa na Rais Rejolina, wakisema kuwa hayataleta mabadiliko yoyote kwa kweli. Wamesema wanataka serikali mpya yenye uwajibikaji, pamoja na hatua madhubuti ya kupambana na ufisadi na ukosefu wa ajira. Tunataka maisha bora, si maneno matupu, alisema mmoja wa waandamanaji aliyebeba bango lenye maandishi Madagascar deserves better waandamanaji wengi wamekuwa wakitumia mitandao ya kijamii kama TikTok, Facebook, na Twitter kupanga mikutano na kuhamasisha, jambo lililowafanya wachambuzi kusema maandamano hayo yanaonyesha nguvu mpya ya kisasa ya kizazi kipya nchini humo. Mashirika ya haki binadamu yameitaka serikali ya ya Madagaskar kuepuka matumizi ya nguvu na badala yake kusikiliza sauti za vijana wanaodai mabadiliko. Antonio Rao, Amaika Radio.